Kiungo wa timu ya soka ya Yanga ya jijini Dar es Salaam Stephanie Aziz Ki Jumapili hii amecheza mechi yake ya mwisho akiwa na jezi ya wananchi hao wa Jangwani. Yanga imemwaga rasmi Aziz Ki uwanjani na wakati wote kuanzia sasa, atakwenda kujiunga na klabu mpya huko Afrika ya Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya gazeti la Mwananchi, imeelezea kuwa Yanga itamuuza Aziz Ki huko Morocco kwa klabu ya Wydad Athletic ambayo imefanikiwa kufikia dau ambalo Yanga ililihitaji. Wydad na Far Rabat zote zilikuwa zinamwania kwa karibu kiungo huyo lakini Wydad ikapiga bao kwa dakika za mwisho. Ukiondoa dau la fedha ambalo Widadi itailipa Yanga, lakini Waarabu hao imeyatumia mashindano ya klabu bingwa dunia itakayofanyika mwaka huu kama njia ya kumnasa mchezaji bora huyo wa ligi kuu ya bara katika msimu uliopita. Aziz Ki anatakiwa haraka Morocco kwenda kumaliza kila kitu kuhusu dili hilo, ikiwa ni kuwahi maandalizi ya msimu mpya. Yanga imelazimika kutumia mechi ya Jumapili hii ya nusu fainali ya Kombe la FA kumwaga Aziz Ki huku wachezaji wenzake wakimpa heshima ya kuwa nahodha wa mechi hiyo walioshinda kwa mabao mawili kwa nunge dhidi ya JKT Tanzania, licha ya nahodha msaidizi wa kikosi hicho Dickson Job